Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Leo nitakusimulia kitabu cha Alf Lela Uleila Alf. Hapo kale paliondokea sultani mmoja wa Kisasanid aliyekuwa na enzi kubwa sana iliyoenea toka bara Hindi mpaka Uchina. Jeshi lake kubwa lenye nguvu liliweza kuishinda na kuiteka kila nchi ya jirani, mpaka sifa za utawala wa sultani huyo zikaenea kila pembe ya dunia. Alipofariki akaacha wana wawili waliokuwa mashujaa na hodari wa kupanda farasi. Hasa mkubwa aliyeitwa Shahriyar aliyerithi kiti cha enzi cha baba yake. Yeye alifuata nyayo za baba yake mpaka raia wake wote wakampenda. Mdogo wake aliyeitwa Shahzaman akawa sultani wa nchi ya Samarkand. Basi ndugu wawili hawa waliendelea kutawala nchi zao kwa furaha na kwa haki kwa muda wa miaka ishirini mpaka siku moja Sultani Shahriar aliingiwa na hamu ya kutaka kumwona mdogo wake. Basi akamwamuru waziri wake mkuu aende Samarkand akamwalike Shaha zamani. Baada ya safari ndefu ya siku nyingi katika jangwa mbuga na nyika, waziri mkuu aliwasili katika mji mkuu wa Samarkand. Bila kuchelewa alifikishwa mbele ya sultani Shahzaman aliyefurahi sana kupokea salamu na ujumbe kutoka kwa kaka yake, na yeye bila kuchelewa alitoa amri safari ya kumzuru kaka yake itayarishwe. Matayarisho yalipokamilika, Shahzaman akatanguliza msafara wake wa ngamia na farasi ulioshehenezwa vyakula na zawadi za kila namna ukiongozwa na watumishi na wajakazi wake wa kumhudumia wakati wa safari yake ndefu. Kabla hajaondoka walakini, alimchagua waziri wake mkuu amshikie madaraka yake mpaka atakapojaliwa kurudi. Usiku Sultani Shahazamani akakumbuka amesahau zawadi muhimu aliyodhamiria kumpelekea kaka yake. Basi bila kuonekana na mtu, alitoka hemani mwake akarejea kwenye kasri lake. Alipoingia ndani, la haula, akamkuta mkewe amekumbatiwa kimapenzi na mtumwa wake mmoja. huona vile, akapigwa na butwaa. Hakuweza kuamini yale aliyoyashuhudia pale kwenye sofa. Akafikiri, ikiwa kitendo kama hiki kinaweza kutokea wakati sijafika mbali, ibilisi huyo atafanya nini nitakapokuwa mbali? Hapo akafuta upanga wake, akawaua wote wawili pale pale. Aliporejea kwenye kambi Akaamuru msafara uendelee, akaendelea na safari yake kwa huzuni na majonzi mengi, mpaka akafika mji mkuu wa kaka yake Sultani Shahariari. Aliposikia mdogo wake anawasili, akatoka kwa furaha na shangwe astahilio sultani kwenda kumlaki mdogo wake. Alipomwona Akamkumbatia, akamkaribisha katika jiji lake lililojiandaa kumpokea kwa mikono miwili. Lakini Sultani Shahariyari alipokuwa akimfurahisha na kumtumbuiza mdogo wake, mawazo ya Sultani Shahzamani yakawa yako kwa yule mkewe na vile vitendo vyake vya ufisadi alivyokuwa akivifanya pale sofari, ijapokuwa alikuwa na huzuni na majonzi mengi hivyo hakuna yeyote aliyejua wa wala aliyemweleza mkasa ule. Lakini Sultan Shahriari alitambua kuwa kuna lililokuwa likimkera mdogo wake, lakini hakutaka kuuliza. Alifikiri labda ni mambo ya utawala wa nchi au kuondoka kwake ndiko labda kulikokuwa kukimtia wasiwasi wasi. Baada ya siku chache, Sultani Shahariari akaona ni heri amwalike mdogo wake waende wawinde ili apate kumliwaza lakini, Shah Zamani akajibu kuwa anaumwa na hawezi kwenda kokote. Hapo sultani Shahariari akaenda peke yake. Wakati Shah Zamani alipokuwa ameketi peke yake karibu na dirisha la chumba chake lilokuwa limeelekea bustanini huku akiwaza juu yake masaibu yaliyompata, mara mlango mmoja ukafunguka na wajakazi ishirini wakiongozana na watumwa ishirini wakatokea. Katikati yao alikuwemo malkia mke wa kaka yake ambaye uzuri wake ulikuwa hauna kifani. Wote arobaini wakaelekea moja kwa moja mpaka penye chemchemu ya maji iliyokuwa ikitiririka hapo wakavua nguo wakakaa majanini. Mara malkia akaita Masudi, njoo utekeleze kazi yako. Mara pandikizi la mtumwa likatokea ambalo, mara tu lilipofika, likamkumbatia malkia na kuzini naye pale bustani. Wale watumwa wengine nao hali kadhalika wakawa wanazini na wale wajakazi, wakaendelea na mapenzi yao mpaka kulipoanza kuchwa na wakati wa sultani kurejea kutoka mawindoni kulipokaribia. Shah zamani alipoona vile, akafikiri, wallahi, mkasa ulionipata mimi si mkubwa kama huu ninaoshuhudia hapa. Hapo ile huzuni aliyokuwa nayo ikamtoka akaanza kula na kunywa, kwani toka alipowasili kwa, kwa kaka yake chakula kilikuwa hakimshuki rohoni. Sultani Shahariari aliporejea akashangaa kumwona mdogo wake amebadilika na sasa yumo katika hali nyingine kabisa. Imekuwaje ndugu yangu? Sultani Shahariari akahoji kwa mshangao, kuwa nilipoondoka ulikuwa dhaifu uliyepa ukauso na sasa unaonekana mwenye siha nzuri hivi. Mintaarafu siha yangu sasa na unyonge niliyokuwa naoawali, akajibu Shahazamani, nitakusimulia sababu, lakini sithubutu hata siku moja kukufunulia sababu zilizoleta mabadiliko hayo. Lakini jua kuwa baada ya kupokea mwaliko wako nilianza safari ya kujauda kwa kuwa nilisahau lile jiwe la tunu nililokupa zawadi, ilinibidi nirejee nyumbani nikalichukue. Nilipoingia ndani, nikamkuta mke wangu amekumbatiwa na mmoja wa watumwa wangu, wamelala kwenye sofa wakizini. Unaweza kukisia jinsi nilivyohisi ghadhabu zilizonipanda zilinifanya ni waue papo hapo wote wawili. Halafu nikarejea kwenye msafara nikaendelea na safari ya kuja huku, wakati moyo wangu umejaa huzuni na majonzi. Aliposikia maneno hayo, Sultan Shahariari akamsihi mdogo wake amweleze na ile sehemu iliyobaki. Shahzaman baada ya kusita na kulazimishwa akawa hana budi kumweleza kaka yake yote yaliyoyashuhudia pale bustani. Akipigwa na mshangao na kupandwa na ghadhabu, Sultani Shahariari akasema, siamini hayo unayoyasema mpaka niyashuhudie mwenyewe kwa macho yangu. Kama ni hivyo, akapendekeza Sultani Shaha Zamani, basi tangaza unakwenda tena kuwinda, halafu rudi upesi, uje hapa ujifiche nami nawe utayashuhudia yale niliyoyashuhudia. Ni basi, siku ya pili sultani Shahariani akatangaza madhumuni yake ya kwenda ya tena kuwinda. Hapo kundi lake la kuwinda likatoka mjini, huku limebeba matumizi ya sultani wakati akiwa mawindoni. Baada ya kubaki kidogo kambini kule mawindoni Sultani Shahariari akatoa amri kwa watumishi wake kuwa wasimruhusu mtu yoyote kuingia hemani mwake, alafu akajibadili kwa kuvaa mavazi mengine, akatoka bila kuonekana na mtu yoyote, akarejea hadi kwake alikomkuta mdogo wake akimsubiri. Basi wote wawili wakajibanza karibu na lile dirisha lililoelekea bustanini. Mara malkia na wajakazi wale wale wakatokea tena, wakifuatwa nyuma na watumwa wale wale. Walipofika bustanini, wakayatenda yale yale waliyoyatenda siku ile ya kwanza. Kuona vile, sultani Shahariyari akapigwa na bumbuazi na mshangao mkubwa sana, akamjiukia mdogo wake, akamwambia, ndugu yangu mpenzi, tuuache ufalme na tutokomee ulimwenguni tukatafute kama tutawapata waliokumbana na mikasa kama yetu. Baada ya Shahazamani kukubali, wakatoka kwa siri, wakasafiri kwa siku nyingi, mpaka siku moja wakafika pwani penye ufukwe mmoja mzuri mweupe wa bahari. Ukingoni mwake pameota majani mazuri yaliyopitiwa na chemchemi ya maji safi baridi. Hapo wakashuka juu ya farasi wao, wakatawadha wakaswali sala ya dhuhuri. Wakati walipokuwa wamepumzika kwenye kivuli cha mti mmoja mkubwa uliokuwa kingoni wa kila chakula chao cha mchana, mara bahari ikachafuka ikaanza kutoa mapovu na mawimbi yakaanza kupanda juu. Ghafla pale baharini pakazuka jabali refu ajabu. Lo! Kuona vile, wale ndugu wawili wakapigwa na mshangao. Haraka wakapanda juu ya ule mti. Walipokuwa juu, wakatazama baharini, wakaona kumbe lilikuwa si jabali, bali ni jini lililobeba kasha kubwa kichwani. Lile jini likatoka mle baharini, likaelekea pale mtini walipokuwa wale, wale ndugu wawili kukaa chini likafungua lile kasha, likatoa sanduku, liliyoifungua mle sandukuni, mkatoka msichana mmoja mzuri sana, mwanamwali mzuri, mtoto wa watu niliyemnyakua kwao siku ya harusi yake. Likasema lile jini, nataka kupumzika hapa kidogo. Baada ya kutamka maneno hayo lile jini likaweka kichwa chake juu ya paja la msichana yule, na mara likachotwa na usingizi likalala fofofo pale kivulini. Katika kutazama kwake huko na huko, yule msichana akanyanyua macho juu kule mtini, mara akawaona wale ndugu wawili. Kuwaona tu, akawaashiria washuke, wasiogope. Lakini wale masultani wakamsihi ayasalimishe maisha yao. Kama hamtashuka nitaliamsha ili jini, na bila shaka yoyote litawaadhibu vikali, akasema yule msichana. Waliposhuka, msichana akawaambia, mkitaka usalama wenu ni lazima mfanye mapenzi nami sasa hivi tena hapa hapa. Sultani Shahariyari na Sultani Shahzaman wakakataa kata kata, lakini yule msichana akasisitiza kwa hasira, kama hamtafanya nitakavyo, nitaliamsha jini sasa hivi. Baada ya kuwalazimisha kufanya alivyotaka, wale ndugu wawili wakabaki naye kwa muda aliyoutaka yule msichana. Halafu akatoa kijaluba kibindoni mwake akakifungua, akatoa pete tisini na nane zilizotungwa kwa uzi wa hariri. Akasema huku akitabasamu kwa maringo, mnaona wote wenye pete hizi wamelala nami, wakati hili jini lihadhir limelala kama mfu na nyinyi ni lazima mnipe pete zenu sasa hivi. Wakampa. Akaendelea yule msichana, jini hili limeniteka nyara usiku wa harusi yangu, likanifungia sandukuni, kisha likatia sanduku ndani ya kasha kubwa hili mnaloliona ambalo hulifunga kwa makufuli saba halafu, hulizamisha katika lindi la bahari kuu, ili eti nilindike anitakapo kama leo hunitoa. Laiti lingejua hila za wanawake! Sultani Shahariyari na Sultani Shahazamani kusikia maneno yale wakastaajabu sana, wakaambiana, kama kitendo kama hiki linaweza kutendewa jini lenye nguvu kama hili, sembuse sie! Hakika mikasa iliyotupata sisi haiwezi kulinganishwa na nusu ya vitendo vya msichana huyu. Basi bila kukawia, wakarejea makwao. Mara tu alipoingia katika kasiri yake, Sultani Shahariari akaamuru malkia na wale watumwa wake wote wakatwe vichwa. Basi toka siku hiyo Sultani Shahariari akawa hana imani tena na wanawake Ikawa kila siku ni kumuoa mwanamwari mzuri na kumuua asubuhi ya pili. Akaendelea kuwadhalilisha wanawake hivyo kwa muda wa miaka mitatu, mpaka msiba mkubwa ukaenea kote mjini na ukamkumba takriban kila aliyekuwa na binti mzuri mle jijini. Wengi wakalihama jiji kwa kuwahofia mabinti zao. Kazi hii ya kuhuzunisha ya kumtafutia sultani mwanamwari alifanyiwa na waziri mkuu, mpaka ikafika siku ambayo waziri mkuu alishindwa kumpatia sultani mwanamwari wa kumwoa. Akarejea kwake akiwa na wasiwasi na uoga wa ghadhabu za sultani. Waziri mkuu alikuwa na mabinti wawili, mmoja aliitwa Shaharazadi na mdogo aliitwa Dunyazadi. Shahrazadi alikuwa si mzuri wa sura tu, bali pia alikuwa mwenye akili busara na ujuzi wa kila elimu. Ya falme za kale alizidurusu na kuzihitimu vizuri mpaka akawa alimu wa mambo mengi. Siku ile akamwona baba yake ni mnyonge mwenye wasiwasi mwingi, akamuuliza lilokuwa likimkera. Waziri mkuu akamweleza yale yaliyokuwa moyoni mwake. Ndipo Shaharazadi akajitolea akasema, baba, niache mimi niolewe na sultani, yatakuwa mawili, kufa au kuokoa maisha ya wasichana wenzangu waangamiao vibaya kila siku. Ijapokuwa waziri mkuu alifanya juu chini kumshawishi binti yake aache kusudio lake, hakufuzu kwani Shaharazadi aling'ang'ania tu akubaliwe kuolewa na sultani. Kumbuka yaliyompata punda katika kisa hiki kifuatacho, akaonya waziri mkuu. Ndipo akamsimulia Shaharazadi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. <muchilis> Punda, fahali na mkulima. Hapo kale, akaanza waziri mkuu, paliondokea mkulima mmoja tajiri, aliyekuwa na kundi la wanyama wa kila namna na aliyejaliwa kujua lugha zao. Hakuna aliyejua siri hiyo, kwani aliyemfundisha alimwonya asiitoe, ama sivyo atakufa. Basi katika banda moja, mkulima huyo aliwaweka wanyama wawili punda ampandaye aendapo safarini na fahali amlimiaye shamba lake. Ikawa kila jioni, baada ya kazi, fahali humwendea punda aliyewekwa mahali pazuri penye nafaka nyingi na maji safi ya kutosha, ili aongee naye. Kwa kuwa yule mkulima hakuwa na safari nyingi, ikawa kazi ya yule punda ni kula na kupumzika tu mle bandani, wakati mwenzake fahali anababuka kwa kazi ngumu ya kukokota jembe zito kule shambani. Siku moja, yule mkulima alimsikia fahali wake akimwambia punda, bahati iliyoje hiyo ulionayo mwenzangu, mimi humenyeka kutwa shambani, ilhali wewe mwenzangu wapumzika kutwa mbandani ukilishwa na kunyoshwa vizuri bila hata kupandwa na bwana wetu. Punda akamwambia fahari, tumia akili rafiki yangu, bila kutumia akili mambo hayendi. Kwa hiyo nakushauri fanye hivi: kesho utakapotiwa hatamu kwa madhumuni ya kupelekwa shamba, jibwage chini, ujifanye mgonjwa, usinyanyuke hata kama watakukandika mijeledi mia. Ukinyanyuka, jibwage tena chini na watakapokurudisha hapa na kukuletea nyasi, susa kabisa kuzila. Fanya hivyo kwa muda wa siku mbili tatu upate kupumzika. Mfanyakazi alipompeleka shambani asubuhi ya pili, yule fahali akajifanya mgonjwa wa kufa, na aliporudishwa bandani na kuletewa nyasi akafuata ushauri wa mwenzake punda. Ndipo mkulima akamwambia mfanyakazi wake, leo mwache fahali apumzike, mchukue punda akafanye kazi yake. Jioni, baada ya kufanyishwa kazi kwelikweli, yule punda akarudishwa bandani yuhoi taabani. Alipoingia ndani, yule fahali akamshukuru punda kwa ule ushauri wake mwema ulio mfaa sana. Lakini punda hakujibu kitu, ila alijuta kimoyomoyo kwa kumshauri haraka mwenzake bila kufikiri matokeo yake yatakuwa. Siku ya pili mfanyakazi akaja tena, akamchukua punda, akaenda akamfanyisha tena kazi kutwa mpaka jioni. Aliporudishwa hoi, yule fahali akamshukuru tena mwenzake. Laiti nisingemshauri, punda akajuta kimoyomoyo. Hapo akamgeukia mwenzake akamwambia Sahibu yangu, nilipokuwa nikirudi, nilimsikia bwana wetu akimwambia mfanyakazi, kama fahali ya kupona kesho, mpeleke machinjioni akachinjwe. Kwa kuwa urafiki yangu mpenzi, nimeona ni heri ni kuarifu mapema upate kujua mambo yalivyo. Fahali kusikia vile, akamshukuru tena mwenzake akamwambia, kesho nitajitolea mwenyewe kwenda kazini. Asubuhi ya pili mkulima na mkeo wakaenda kule bandani kumwangalia fahali, huku akiongozana na mfanyakazi. Walipofika wakamwona fahali anatimka mbio mle bandani, huku akitoa mashuzi kuthibitisha kuwa yu mzima kama kigongo. Hapo mkulima akaangua kicheko akacheka sana. Unacheka nini mume wangu? Akataka kujua mkewe. Mume akamjibu, linalonichekesha halifai kuambiwa mtu, si wewe wala si mwingine. Mke akashikilia lazima aambiwe, mume akakataa katakata kata, mpaka kule nyumbani kwao kukawa hakuna tena furaha isipokuwa bughudha, manung'uniko na kununa kwa mke aliyedai sharti aambiwe lilomchekesha mumewe siku hile Alipoona hali ya nyumbani kwake imekuwa mbaya, siku moja mume akamwambia mkewe, nitilie maji nikaoge, nivae nguo tohara, nisali, ndipo nitakapokwambia kile kilichonichekesha siku ile, lakini ujue kuwa mimi si mumeo tena, maana nikikwambia nitakufa. ijali yani, mradi atimiziwe lile alilolitaka basi. Akafanya kama alivyoambiwa na mumewe. Alipokwisha sali, mume akamwambia mkewe, kwanza nakwenda kuwaaga wazee wangu, ndugu zangu na jamaa zangu, nitakaporudi nitakwambia kilichonichekesha siku ile. Msikilizaji, usikose kufuatilia kisa hichi cha punda, fahali na mkulima kupitia Alfu Lela U Lela ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Beidi.